Okay, it's is again uh, your host, Iddyzo. And uh, today I'm going to talk about uh, biashara na waga na furaha sana when it comes to oo hasa kwenye hii biashara ya trading. So, I love so much trading. And uh, that's why when, uh, I'm going to talk about this trading, I'm so happy. na kwa na furaha sana. Even, I think hata wewe ambao unanisikiliza popote ulipo uh, Tanzania au nje ya Tanzania utakuwa unapata madini ah, ambayo nakwenda kuyazungumzia. So tuleko pamoja, lakini bila kusahau ni kukumbusha kusubscribe uh, katika chaneli yetu ya Iddyzo Tz, so ah, ku like na ku comment, ili uh, yafikie watu wengi zaidi kwenye uhitaji wa kujifunza hii uh, keria ya forex trading. So you know, vijana tunapambana, tujikwamue kimaisha kwenye hili wimbi la umaskini. Hakuna uh, anayependa maskini, so tunapenda tufanikiwe, tuwe na maisha mazuri and uh, all the way. Karibu sana uh, let us go Uh, so today na tunakwenda kuzungumzia namna gani ya unaweza kujifanyia review ya safari yako ya trading when you starting trading a couple of year ago. Kama ulianza trading uh, miaka iliyopita au ah, mwaka uliopita, so unatakiwa ujifanyie review kabla ya kuanza huu mwaka wa 2026 ah, uh, na ili kujitathmini na inakusaidia kujua ulikotoka, ulipo kwa sasa na pia wapi unaelekea. So it's good kujifanyia review kabla ya kuendelea mbele, you know, trading na mambo mengi. So unatakiwa uji ufanye vitu kama hivi ambavyo vitakufanya wewe uji upgrade kila siku. You know, things like that. So bila kupoteza muda tuna kama yapata saba ambazo nitazizungumzia ambazo wewe kama trader unatakiwa ujifanyie review na ujiulize haya maswali kabla ya kujua wapi unaelekea hapo no. Hapo ulipo kwa sasa unatakiwa ujifanyie hizi review ili ujue wapi unaelekea, jue makosa yako, ulikosea wapi, ulifanya nini, na unakoelekea unatakiwa urekebishe nini, vitu kama hivyo. Kama traders ambaye unajitafuta na unataka mafanikio kwenye hii uh, career ya forex trading inatakiwa ujifanyie review, so let us start uh, review ya kwanza kabisa, unatakiwa ujifanyie overview. Overview, ujitazame kwa juu, ujiulize haya maswali now, na ikiwezekana aya maswali uyaandike sehemu na uyajibu. Uh, uyajibu kwa usahihi, kwa sababu when it comes to forex hakuna mtu ambaye labda unasoma uje kufanya mtihani sehemu. Unasoma forex, ili, ili uje ku make money, so unatakiwa wewe uwe mwazi, ili mradi tu u attract mafanikio kwa wakati. So let us tujiulize haya maswali uh. Swali so la kwanza unatakiwa unijiulize nilianza trading lini na ni kwani, kwani mlinu alianza trading na ni kwani. Kama ulianza miaka mingi iliyopita, kama ulianza uh, mwaka mmoja uliopita uliopita, 2025 au 2024, 2023, kama ulianza huko, unatakiwa ujiulize ulianza lini trading na ni kwani ulianza trading hiyo, ni cha kwanza. So, unaongelea tuna, tuna, tuna ulianza uh, lini trading, pia ni hicho hicho kipati cha kwanza. Unatakiwa ujiulize swali lingine, wakati naanza trading nilikuwa na uelewa gani mwanzoni? Nilikuwa zero brain, hakuna shida, nachoelewa nilikuwa, nilikuwa na basic nilikuwa nayo au nilikuwa medium. Wengine wanapokuwa mwanzoni Ah, wanaingia na vishawishi vile ya kupata pesa haraka, wengine hivyo. So unatakiwa kujiuliza hivyo, nilikuwa na uelewa gani mwanzoni pia ah. Kwenye hicho kipindi cha kwanza nilikuwa ujiulize malengo yangu ya awali yalikuwa nini, malengo kabisa mwanzoni wakati unaanza trading, kitu gani kilikusukuma wewe kwanza trading ah. So hapa ndo mfano, mfano kwa huo. Kipato cha kwanza unaweza ukasema kwamba, mfano mfano, labda nichukulie mimi, labda niseme nilianza forex hi, mwaka 2024 nikiwa na lengo la kujiongezea kipato, na mwanzo sikuwa na uelewa wowote, sikuwa najua risk management, sikuwa najua psychology, sikuwa najua mambo ya emotion, kwa sababu forex kuna mambo mengi sana. So unatakiwa uwe mwanzo hapo. Yeah, i think kipato cha kwanza kimeleweka. Inatakiwa uwe na daftari uwe na jibu maswali kwenye daftari. So this is your success, haya ni mafanikio yako. So unatakiwa uwe uwe responsible na haya. Okay, let us going to kipacha pili. Kipacha pili au sehemu ya pili unatakiwa uh, uandike au uandike mafunzo na mifumo ulioipitia ndani ya hicho kipindi ambacho wewe ichote ambacho umejifunza kutoka unaanza tra trading mpaka ulipo. Unatakiwa uanalize mafunzo na mifumo ambayo umeipitia. Mfano, no? Labda nilianza forex, labda miaka miwili ya mwaka mmoja uliopita, nimejifunza technical analysis ambayo ni supporting investors trend market structure na vitu vingine, nimejifunza risk management, trading psychology. Pia unatakiwa uji uji uandike ni strategy zipi ulijaribu kwa una, sababu unapokuwa beginner unakuwa una una una, na taarifa unapata taarifa nyingi sana, unaona hasa pale ambapo labda mtu hakuwa na mentor mwanzoni so kuna wale ma self tutors wanakuwa na taarifa nyingi sana mwanzoni kuhusu forex trading you know? Pia ni ipi imenifaa zaidi na ni kwa nini na, katika kuangalia kwa kokote, strategy ipi imekufaa zaidi na ni kwa nini antakiwa, you know? Natakiwa wanarai vitu kama hivyo <sighs> yeah. Pia je, yeah, strategy yangu ina rule zilizo wazi? Hiyo yeah. Strategy yako ina sheria zilizokuwa wazi, hakuna kuficha you know? Unatakiwa ujiulize, je, nikiwa sokoni nafuata mfumo wangu au nafuata hisia you know? Kwa sababu so, unapokuwa beginners, beginners wengi tulipokuwa beginners tulikuwa tunaendeshwa na hisia sokoni na mifumo yetu tulikuwa, mwanzoni labda mfumo unaweza ukaufuata mwanzoni, lakini katikati ya trading hisia zinafanya zina inakuwa zina kujaa. Sasa unaona, so unageuka, so una kufa, baada una una, ya kufuata mfumo unakuwa na hisia na kitu kama hivyo. Pia unatakiwa ujiulize kuhusu performance yako ya kifedha, unaona result matokeo ambayo umeyapata hicho kipindi ambacho hicho uh, kipindi ambacho ume, ume, umekuwa ume ukistruggle kwenye hiyo level yako ya beginners kutoka umeanza trading paka hapo sasa ulipo. Na hapa unatakiwa uwe mkweli kabisa mwana, kwa sababu ukweli wako ndio utakuweka huru na kujifunza mambo. Kwanza utajiuliza kwenye performance ya kifedha kwamba ulifungua akaunti ngapi, ulichoma akaunti ngapi. Na ulipoteza kiasi gani cha fedha kwenye hizo account ambazo umezifungua na ukazichoma. Pia unatakiwa ujiulize ni kuwa profitable kwa muda fulani, kwa sababu kuna uh, sometimes kuna kuna beginners wengine wanakuwa very lucky, tumejikuta tu hela uh, ume, kwa bahati ukai ukai flip ile hela, deposit dola mia ukaitoa dola mia mpaka dola mia tano dola mia nne hiyo inatokea for beginners, so at the end unaipoteza, so inaweza laki kama inatokea nini, unapiga piga pesa lakini inakuwa for short term, sababu so, unakuwa ni kama bahati pia, nabido ujiulize kwamba hiyo hapo kwa, kwa sasa ulipo upo kwenye uh, bado upo kwenye losses upo kwenye break even au hiyo unatakiwa ujiulize. Katika hiyo unatakiwa ufanye review ya makosa makubwa uliyoyafanya kwenye trading kwa kipindi hicho, toka umeanza trading, mpaka ulipo kwa sasa. Unatakiwa ujifanyie, uyaandike makosa makubwa uliyoyafanya na hapa andika bila kujilaumu yuno know, unaweza ukaandika kama nilifanya over trading, nilifanya over lots ona over lots, yani unaweka lot you know. Kubwa kubwa you mwana afu account ni ndogo know. Ulifanya revenge trading you know. Pia kukosa jono, yani unafanya trade zako tu au jono mwana ambao jono inakusaidia wewe kujua mwelekeo wako wa trading you na know. Pia inakusaidia ina, ina pia kujua winning rate yako na pia kubadili strategy mara kwa mara. Unaruka ruka strategy, leo kwenye strategy hii, kesho kwenye strategy ile, so hauna consistency na hii ambayo sasa inaharibu trade account nyingi za traders wengi sana hii, e, kubadili strategy mara kwa mara. Hapa ninakukumbusha kwamba trader mzuri ajifunzi kwa kushinda bajifuna kwa makosa. Unapokosea then unajua hapa nilikosea, unarekebisha then au rudi ilokosa. So kama unashinda tu, unashinda tu, alafu ujui kwa nini unashinda is one of the big problem, you know. Kipadi ki, cha tano unasema utakiwa ujifanyie una, una, una, review ya mabadiliko chanya growth ambazo umezipata kwa kipindi hicho toka umeanza trading mpaka ulipo. Unatakiwa ujue growth yako ina, you know? Unatakiwa ujue maendeleo yako kwenye trading hapo. Unatakiwa ujiulize maswali na uyaandike. Je, sasa unasubira zaidi? Yani, unaweza kusubiri, usubiri setup iwe developed, you know? na kusubiri session na kitu kama hivyo. Pia je unaheshimu risk eh? risk management, una, una apply risk management katika yako, na vitu kama hivyo. Uh, unafanya analysis kabla ya entry, kwa sababu kuna wengine wanafanya spot trading, unafanya analysis, umeingia tu sokoni, umeona soko lina buy, then wewe unajoin buyers. Tufanya nini? Kufanya analysis. Ah, kipati cha sita, hali yako ya sasa, unatakiwa uandike hali yako ya sasa, wewe unajiona ya nani na hapa unatakiwa ujibu kiuhalisia, ki una trade time frame gani? kama una -trade one daily time frame kwa trendy, four hour, kwa daily na four hour unaangalia trendi, wanaaw ni fifteen minutes kwa confirmation, nini entry break of structure. Hapo pia unatakiwa ujiangalie, una plan

improvement kipato cha, kipato cha saba eh, malengo ya mwaka huu, una malengo gani kwenye mwaka huu? Na hapa ya malengo yasio ya pesa tu, sababu wewe ni bado una, growth. So ufanya unatakiwa kupanga malengo ya kipesa tu. Labda unaweza kasema kwamba malengo yangu mwaka huu ni kufanya entry mbili hadi tatu kwa wiki mm, kuwa consistent kwa miezi mitatu mfululizo uh, pia unaweza ukasema malengo yangu mwaka huu ni kufuata risk management, kufuata risk constant kama ya asilimia mbili asilimia moja. Pia kuboresha psychology, unaweza ukasema malengo yangu kwa mwaka huu ni kuboresha psychology. Kwa kuhitimisha, forex trading Sio get rich quick scheme, sio overnight success. Awezi kufanikiwa kwa usiku mmoja. Forex trading ijono, ni mapambano kama yalivyo mapambano mengine ya kimaisha. So unatakiwa utake serious. Uh, forex trading nataka gharama kujifunza, uh, gharama ya muda, gharama ya pesa. So nataka kujitoa kwa kweli. Forex trading sio kitu rahisi. As you know, hakuna pesa rahisi chochote ambacho utakutana nacho kwenye forex trading kinachokuonesha wewe kupata pesa kwa urahisi. Kimbia. That is scam. Watu wanatapeliwa sana. So, wewe usiwe mmoja wapo na sanesi rafiki yangu, ndugu yangu, Mtanzania mwenzangu, kijana mwenzangu. Sasa vijana sisi ambao tunatoka chuo huko uh, tumekuja mtaani kufanya na natumeona kwamba tumi, au tumesikia kwa forex trading kuna hela nini, na wewe unachotaka ni hela, so unaingia kwa, kwa matumaini ya kupata pesa kwa haraka. Hiyo kitu haitawezekana na haitotokea kwa kweli. Forex trading ni mapambano, mapambano kabisa. Dedication yako wewe ndio itakufanya ufanikiwe haraka au chelewe, sababu, eh, forex kuna historia za baadhi ya matreda wakubwa mabongo, wengine wamechukua muda tofauti tofauti, wengine miaka tano, wengine mitatu, wengine miwili. So kila mtu ana safari yake ya mafanikio na is okay. Nikukumbushe kusubscribe kwenye channel yangu like uh, na comment pia kushare na wengine ili aweze kupata haya ah, mawili matatu kuhusu forex trading kwa jumla Uh, some smoa soso awaoni kabisa ni vipofu. So, uh, so, uh, I mean, so tuwafungua macho na uh, tufanikiwe kwa pamoja, tufanikiwe kwa pamoja. Ile keki ya kwenye trading tule tule wote, zile uh, dola moja moja, dola mbili dili, dola tatu, mpaka tunafikia kwenye mafanikio makubwa. Tusio tusi na tamaa ya kupata hela kwa haraka, sio? Tunaona ma traders wakubwa wananua magari makali nini, wanaishi ah, sehemu nzuri apartment kali, na sisi tukaanza kutamani ya maisha kwa haraka haraka haraka, tuka, tukajua kwamba unaweza ukaingia forex ukapata vio vitu kwa haraka haraka, ile itofanya kazi ds